Tuelekee kaunti nambari moja ambapo baraza la kitaifa la kudhibiti magonjwa ya kuambukiza limetaka mikakati zaidi kuwekwa na kukabiliana na magonjwa hayo miongoni mwa waathiriwa wa dawa za kulevya. Wakizungumza katika warsha ya kutoa hamasisho kwa baadhi ya waathiriwa huko Mombasa, wadau wametaka jamii kujumuishwa katika mchakato huo hasa katika kaunti zilizoathirika. Takwimu kutoka baraza hilo zinaonyesha kuwa asilimia 80 ya waathiriwa wa mihadarati wanajidunga sindano na wako kwenye hatari ya kuambukizwa virusi vya ukimwi, ambao tunatumia kuwafundisha ili wasomeshe wenzao, na pia itakuwa rahisi zaidi wao kufikia wenzao kuliko watu wengine. Itakuwa rahisi wao kuenda kwa maskani mahali wenzao wako, ili waje na pia wapate uh, matibabu ambao wanapata, wasijifiche, wajitokeze. Hawa ni watoto wetu, sisi tumewazaa, ni watu wazuri katika jamii. Tunataka kuwaelimisha hao watoke kwa hiyo jangwa na hizo shida katika hapa, tunataka tuwavumbue wale tunaita champions, wale ambao wamepitia hii njia hii ya kutumia madawa na mihadarati na wakaweza kusaidika na matibabu. Sasa wao ndio inabidi wasimame mbele, tuwasimamishe mbele waweze kusaidia wenzao, wawashike mkono ili waweze kuachana na hili janga.